Mtazamaji wa Mnyasa Media karibu sana kwenye chaneli yako hii, niko na Mnandi Junior. Awali yote tunatoa pole kwa wale ambao eh, wamefikiwa na hali ya kadhi ambayo ilitokea hivi karibuni. Eh, tunawapa pole familia zote ambazo zimefikwa na maafa eh, Mungu awajalie mweze kusimama na kustahimili na kusonga mbele katika kipindi hiki ambacho tumekipitia. Mnandi Junior, habari za mdau? Ah, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, hmm, mwingi wa rehema, mwingi <clears throat> wa kutujalia pumzi. Kwa sisi Waislamu tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwa wenzetu wa Kristo anasema Bwana ametoa, Bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Kikubwa tunaamini kila mmoja atapita kwenye njia hiyo hiyo. Hakuna ambaye anaweza kukwepa. Kwa hiyo wale wote ambao wamepatwa na maafa, basi Mwenyezi Mungu aziweke roho ma zao marehemu mahali pema peponi na sisi pia tutapita njia hiyo hiyo. Hakuna hata mmoja ambaye anaweza kupinga. Hapa duniani kila mmoja atapita njia hiyo hiyo kwa binafsi, yote kwa yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sisi ambaye bado tuko tuko salama, tunarudi kwenye majukumu yetu, tunaendelea na harakati kama kawaida. Mnandi Junior, e, tumepata taarifa e, za makundi kupangwa, kwa maana ya Young Africans, e, Simba, Azam FC pamoja na Singida, lakini tukianza na makundi ya Simba pamoja na makundi ya Yanga ya ligi ya mabingwa barani Afrika Eh, kwa kundi la Simba unalizungumzaje, na kundi la Young Africans unalizungumzaje, hatua ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2025 2026? Ah, binafsi makundi yameshapangwa na kila mmoja anajua yuko kundi gani, kwa kila mmoja atakuwa apambane na hali yake, kuanzia kundi A mpaka kundi D katika hayo makundi manne. Kwa hiyo kila mmoja atakuwa achange karata zake vizuri, ili aweze kutoboa hatua hii kwenda hatua nyingine, ambaye ni robo finali ya Champions League. Binafsi sisi ndio sehemu ya maisha yetu, tulishindwa msimu huu ulioisha kushiriki Champions League kwa kanuni ya ligi yetu, kwa sababu tumeshika nafasi ya tatu, tukashiriki shirikisho, lakini tukaenda fainali. Lakini binafsi, wenzetu ambao walifanikiwa kushiriki Champions League, Young Africa ama nyuma mwiko, pamoja na wanarambaramba Azam FC, pia walishindwa kutoboa kwenda hatua inayofuata, wakaishia makundi na wengine wakatoka hatua za awali. Lakini msimu huu tunaona timu nne za Tanzania kwa mara ya kwanza toka tumeanza mashindano haya ya Champions League pamoja na shirikisho, hatujawahi kupeleka timu nne kupitia ardhi ya Tanzania. Lakini mwaka huu kwa mara ya kwanza tumepeleka timu nne hatua ya makundi, kama misimu miwili nyuma tulivyoweza kupeleka timu mbili kwenye hatua ya robo finali kwenye mashindano ya Champions League barani Afrika. Lakini mwaka huu, imekuwa tofauti na hapo. Ni kupeleka timu nne kwenye hatua ya makundi sio jambo dogo, ni jambo la kujivunia. Lakini je, hapo ulipofika kwenye makundi, una uwezo wa kuchanga karata zako vizuri? Maana hii sio mtoano, hii lazima umalize mechi zote sita, ili uone ume nini umekukusanya na nini umekikosa. Kwa hiyo mimi naamini binafsi, kama Simba, watu wanazungumza kwamba tumepata kundi mchekea hicho kitu sio cha kweli, na niwatoe mawazo hayo wana Simba, tusijifikirie kwamba tumepata kundi lepesi tutatoboa kirahisi. Hawa petro petro di Rwanda sio wepesi kama wanavyofikiria. Hawa ni wagumu, ni wagumu kweli kweli. Tujue kabisa tusijichukulie kwetu hawa wepesi tu, umeona bwana. Hawa wa kutoka Mali nao wepesi, hawa wote wagumu, hawa wote wagumu. Kwa binafsi, tunatakuwa tupambane, ili tuweze kupata alama ambazo zinatupeleka hatua robo finali. Kwa hiyo tunaamini kwamba sisi kwenda robo finali sio story, lakini inawezekana pia tukatolewa, kwa ni wenzetu pia walikuwa mda wote wako kwenye nafasi ya pili pale kwenye ubora kwenye renki na walikuwa wanashinda saizi, wametoka kwenye ramani, wameshuka mpaka nafasi ya nane, na baadhi ya msimu mmoja wameshindwa kushiriki kabisa mashindano. Kwa hiyo unaonekana kabisa kwamba haya mashindano hayahitaji dharau haihitaji kebei, yanahitaji misimamo yanahitaji jihadi na kila kitu, na kuweza kufanikiwa kwenda hatua inayofuata. Kwa binafsi wanasimba, tusichekelee kwamba huu ni mchekea ili kundi sio lepesi, ili kundi la wakubwa tu. Tusijione kwenye renki tuko juu kuliko hawa waliokuwa chini yetu, lakini hawa hawa wanaweza akatuondoa kwenye mashindano tukabaki midomo wazi. Kwa tupambane tuhakikishe tunakusanya pointi zetu kuanzia kumi na kuendelea ili tuweze kutengeneza rekodi yetu ya kila siku, kwamba robo finali kwetu sio stori, na msimu huu malengo yetu makubwa ni kucheza finali ya Champions League. Tunachezaje finali? Lazima tukutane na vigogo na ndio ipo tufike hatua ya finali. Kwa binafsi mimi sioni shaka kwenye kundi hili. Kikubwa ni mapambano ili kwenda tu inafuata, Experience de Tunisi pamoja na Petro Atletico de Rwanda. Timu gani hapa ambayo bwana Mnandi Junior anaiofia zaidi kwenye mechi za nyumbani na ugenini? Ah, mimi binafsi timu zote nazihofia. Timu zote nilizokuwa nazo kwenye kundi langu mimi nazihofia. Kikubwa ni kupambana ya kuweza kupata matokeo sahihi na kwenda hatua inayofuata. Hakuna timu hata moja ishirini na saba, kumi na nane tulimuona hapa. Zamalek akiondolewa nyumbani kwake kwenye hatua ya robo finali kwake pale pale Cairo, Messi akiondolewa pale na Stellenbosch ambaye timu ngeni kabisa kwenye mashindano ikienda nusu finali lakini yeye akiishia robo finali. Kwa maana yake mashindano haya hayahitaji dharau. Haya, ukimwangalia Zamalek na Stellenbosch, nani yuko juu kwenye ranki za CAF? Hajulikani kabisa yule, ndio kwa mara ya kwanza kaonekana, na yeye angalau kasogea kule alipokuwepo, sasa hivi kasogea sogea juu hapa, lakini bado yuko mbali kwao. Binafsi ninachokiamini mimi, mpira ni nidhamu. Siwezi kusema mimi na experience, basi tushafuzu kwenda tu ya robo finali kama tumefuzu kwenda robo finali au wengine wanacheza ili weje sio tupe point tu sisi tu tumeshafuzu moja kwa moja. Kwa hiyo mimi ninachokiamini twende tukapambane, twende tukashindane, ndipo twende tu robo finali. upande wa watani zako Young Africans wana la Ahali wana e, serabati kule Moroko na wao wanazungumziaje? Ah, kundi la watani zangu ndio hiyo, nilisema kwamba sasa hizi hapa hawa walikuwa huko wote wakubwa. Mimi naamini kila mmoja pale ana ndevu, sidhani kama kuna mtoto pale ambaye hana ndevu wale waliokuwa pale wote wana ndevu. Ukimwangalia FAR Rabat ana ndevu, ukimwangalia JS Kabylie pia ana ndevu, lakini ukimwangalia National Hali ndio baba wa mpira wa Afrika. Lazima umheshimu, umpe saluti yake. Kwanza unapoenda kucheza naye akili yako yote iwe imekaa pale pale, inaangalia kwamba inakabili ina, ina vipi mihimili ya National Hali. Huwezi kucheza nao kitoto, ukicheza nao kitoto basi wanakudhalilisha. Kwa hiyo ninachokiamini nyuma, mwiko sio wageni nao nation walichowahi kuwa kundi moja msimu mwili uliopita wakaenda wote hatua robo finali. Umeona? Na msimu huu wanakutana tena kwa mara nyingine kwenye kundi moja. Mimi naamini wakipambana, wakiweka nguvu zao na akili yao sawa sawa, wana uwezo wa kuvuka. Sebuze na kuangalia kwamba hapa tuna Waarabu watatu kwenye kundi langu. Nipo mimi tu wa ukanda huu. Kwa binafsi yeye aende akapambane na hali yake ili aende hatua ya, ya, ya robo finali. Lakini akishindwa kupambana na hali yake, basi kitamkuta kilichomkuta mwaka 98 au kilichomkuta 2016 na 2017 kwa kuishia makundi kwenye hatua ya shirikisho. Mara mbili mfululizo na akishika mkia. Kwa hiyo inawezekana akashika mkia tena. Ajiandae kwa sababu nimeona wameanza kuhama mpaka uwanja, wametoka hapa, wameelekea nyuma mani Zanzibar. Tujiulize, mbona kwenye hatua ya mchujo wa kuhama uwanja, mbona msimu uliopita wa kuhama uwanja hakufika makundi? Kwa nini msimu huu ame uwanja? Maana yake tayari wameanza kuwahofia wale Waarabu, na ili wawapeleke kule, wanahisi kule itakuwa machinjioni, ni sehemu sahihi kwao. Mimi naamini kule ndio sehemu ambaye wao wataenda kujichimbia shimo na kujifikia, kwa sababu kwanza uwanja unaruhusu kwa Waarabu, uwanja ni mdogo, wakiamua wakubane wapate, watafute sare, wanapata wakiamua pale pale wakufosi wakufunge wanakufunga. Kwa hiyo unachokiamini kule nyuma mwiko, wameenda kujiumiza, bora wangebaki Benjamin Mkapa. Sijaona sababu ya kukimbilia nyua amani Zanzi. Kwa hiyo kuondoka hapa na kuelekea kutumia uwanja wa Amani Complex Visiwani Zanzibar, kwa maana yake unaona kama wame wamepotea njia wao. Hey, wamejikalia makaa ya moto. Mimi naona kabisa wamejipalia makaa ya moto, kwa sijaona sababu ya kukimbilia nyua amani. Wamefuata nini? Uwanja una shida gani Benjamin Mkapa? Tumeutumia kwenye mechi za awali hapa wote tumecheza mechi zake mbili za nyumbani zote kapata matokeo. Kashinda goli nne mechi zote za nyumbani. Maona bwana amefungwa tu mechi moja awe. Lakini sisi mechi zote mbili za nyumbani hatukupata matokeo ya ushindi. Tumetoa sare. Ile ya kwanza tumetoa sare moja moja. Ile mechi ya pili tumetoa suluhu bila kufungana. Sawa. So, pamoja tumefuzu tukiwa zote nyumbani. Lakini binafsi wao wamepata matokeo mechi zote mbili za nyumbani. Haya wanahama uwanja una shida gani? Maana yake binafsi huyu ni mchecheto. Sasa huyu mcheteto walioleta utawapa nafasi sasa, na national hali kwenda robo fainali na kumpa nafasi kati ya FAR Rabat au JS Kabylie kwenda hatua ya robo fainali, yeye akabaki kwenye hatua yake ya makundi kama kiongozi wao alivyosema kwenye mkutano wa mwaka kwamba targeti yao ni makundi. Basi wataishia hayo hayo makundi. Hakuna cha kujilaumu na hawana wa kumlaumu kwa sababu wenyewe wameshasema mapema targeti yao makundi. Sijaona sababu ya kuama uwanja lakini pia tunawaona pia Azam FC nao wamekimbilia nyumbani Zanzibar, tunawaona Singida nao wamekimbilia nyumbani Zanzibar, basi tungewaacha wale washirikisho waende Zanzibar, sio kabingwa tubaki hapa bala wale waende visiwani, sisi tubaki bara, ili mradi tuoneshe kwamba hii nchi yote ya Tanzania, kule kuna timu mbili, huko kuna timu mbili, kwa sababu wote tunawakilisha taifa moja, lakini wale watatu wote wamekimbilia Zanzibar, tumebaki sisi tu Benjamin Mkapa. Hii inamaanisha nini? Hii inatoa taswira kwamba Tanzania timu kubwa ni moja tu Timu yenye uwezo kucheza mashindano haya ni moja tu, ni Simba Sports Club, na ndio maana wametuacha Benjamin Mkapa, wametuacha hapa Tanzania bara, wao wameenda visiwani, maana kwashajiona hawa underground, ndio maana wametafuta machaka kwenda kujificha, labda watapata msaada. Hakuna msaada, msaada ni kwenye pitch tu, kupambana na kikosi chako kupata matokeo, lakini sijui tani utapokwenda kule utapata msaada kwamba Wapemba watakusaidia, sio kweli. Wapemba watafanya shughuli zao, na wewe utashenyetwa na utarudi hapo ukiwa kichwa chini. E bwana, mnanijua. Kwa hiyo unavotizama wewe kwenye kombe la shirikisho Azam FC pamoja na Singida, nani unamwana na nafasi ya kutinga hatua ya robo fainali kulingana na makundi ambayo timu hizo zimepangwa? Mi binafsi hawa wote siwezi kuwakatia tamaa, ila siwape asilimia sabini za kwenda hatua inayofata, na wapa asilimia thelathini tu za kutoboa kwenda hatua ya fainali kwa sababu ya, ya robo fainali, kwa sababu kwanza wageni wa mashindano hawajawahi kushiriki haya mashindano kwenye hatua hizi, wao walishazoea kwenye mchujo huko, wanatolewa wanaondoka. Hasa kwa mara ya kwanza wamepata dondokela, wamedondoka makundi, kwa sababu nilisema wamepata dondokela. Timu ambayo wamekutana nazo zote za ukanda huu wa kwetu, ukizungumza Burundi ni hapa hapa, ukizungumza Rwanda ni hapa hapa, ukizungumza kama Azam kaenda zake hapo Sudani Kusini, ndo wale wale, mechi mbili zote wanachezaga hapa hapa nyumbani. Lakini ukiangalia KMKM mechi zake mbili zake kacheza pale pale nyumbani, kafuzu yeye, kaja kukutana na ndugu yake hapa hapa nyumbani kwao. Binafsi wamepata kama mteremko, wamepata kitonga, lakini katika hatua hii ya makundi, wao wakubali tu kushenyetwa ili wajifunze katika mashindano msimu unaofuata. Sidhani kwa vikosi vyao vilivyo, kama wana uwezo wa kutoboa kwenye hao watu ambao wamepangwa nao, wakaenda hatua inayofuata, robo finali. Mimi naamini wataishia hii hatua ya makundi, wataosha nyota au. Siwalaumu sana kwa sababu ni wageni, lakini kwa huyu mkongwe ambaye anajifanya mkubwa, atakuwa baki hapa, onyeshe ukubwa wake. Wewe mkubwa, unaanza kukimbia kichaka? Tulia hapa, onyeshe ukubwa. Lakini kwa wale No doubt kwangu mimi kule walikokwenda ni sahihi tu kwao, lakini sio kwa huyu huyu, Ngalambwezo sikuwa sio kwa kwenda kule, itakuwa baki hapa hapa, akae hapa ashenyetwe hapa, maona bwana, ili kila mmoja aone madhaifu yake, kwa sababu ukiangalia hata mashabiki wao wengi wako Tanzania bara, kule wapo visiwani kweli, lakini wengi wako Tanzania bara. Wangebaki hapa ili mashabiki wao wengi waje Benjamin Mkapa, waje kuisupport timu yao, lakini leo nakimbia Zanzibar, kwa ajili ya kuhofia tu kwamba nikibaki hapa, mimi binafsi, inawezekana nikafanywa vitu tofauti na watani zangu. Hivyo vitu havipo, sasa tuna focus kuelekea kwenye michezo yetu. Hatuwezi kukaa tukafikiria michezo yao wakati sisi tuna michezo yetu, hivyo ni vitu ambaye havina maana na havina msingi katika mpira wa Tanzania. Kwa binafsi, ni hofu yao na uoga wao wa kuonekana kwamba inawezekana wasitoboe, bora tu waende kule, aibu yao waipeleke kwa mzee mwingine. Ndio wamepeleka kule. Wamempelekea aibu mzee Mwinyi. Wewe unafikiria anategemea kwamba zile timu tatu, kuna timu inawezekana ika qualify pale kwenda robo finali? Zote zina asilimia thelathini zilizoenda kule kwenda robo finali, lakini alobaki hapa Tanzania bara ana asilimia sabini na tano za kwenda tu robo fainali. Bwana shukrani sana, asante sana.